Mimi nataka niambie kitu kimoja, swala la kugombea ubunge katika jimbo la Kigoma Mjini sio swala la masiara, sio utani. Nimetia nia na nia, ikifika muda chama chetu cha Mapinduzi kiongozwa na mwenyekiti wetu wa chama uh, Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa nchi ya Tanzania, Mheshimiwa Rais akitangaza siku rasmi, kipenga kikalia, watu wakachukue fomu tutaenda kuchukua fomu, na uzuri chama chetu kimeweka utaratibu wa wazi kabisa kwamba kitaangalia ni nani ambaye anastahili mpaka kuchukua fomu. Kwa ukiona nimevuka kwenye kuchukua fomu, ujue baraka zimetoka kwenda kuchukua fomu, tutachukua fomu. Mtu yoyote ana haki ya kwenda kugombea Kigoma Mjini, hata Mwijaku ana haki ya kwenda kugombea na kushindwa pale, sababu ni kwenda kushindwa. Ana haki kabisa, wala haina wasiwasi wowote. Watu wengi wote watu wa Kigoma ni wengi. Chama cha Mapinduzi kina hazina kubwa ya watu wanaweza kuwa viongozi. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anataka kwenda kugombea pale na kwenda kushindwa ana haki tunajua kwamba tunahitaji kwenda kukisemea chama chetu cha mapinduzi, tunahitaji kwenda kukipigia chapuo chama cha mapinduzi, tunahitaji kwenda kumsemea yaliyo mema na mazuri aliyofanya Dr. Samia Suluhu Hassan katika nchi yetu ya Tanzania. Ni watu wachache sana ambao vichwa vyao vimekuwa ni vigumu, anaweza akasimama akasema Dr. Samia Suluhu Hassan hajafanya lolote katika nchi yetu ya Tanzania, lakini sasa, Dr. Samia Suluhu Hassan vitu vingi alivyovifanya vinaonekana kwa macho unavyofanya vya chini kwa chini, vitu vinaonekana kwa macho. SGR unapanda ndani, wakati unamsema hajafanya lolote, lakini yeye ndo kaipiga starter SGR mama, uh, kwenye utawala wake wa miaka minne, yeye ndo kaipiga starter kwa mara ya kwanza SGR iwake cha cha cha, imewaka na kuanza kufanya kubeba abiria katika nchi yetu ya Tanzania. Uh, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mara yake ya kwanza, kwa mara ya, kwa mara ya kwanza daraja la, la kuvuka kuvusha watu kutoka Mwanza kwenda Busisi huko kwa mara ya kwanza yeye anafungua utepe mabasi yaanze kupita kwenye daraja lile. Dr Samia Suluhu Hasani kwa mara ya kwanza ndo kawasha mtambo wa kufuga, waku, waku, kufua umeme bwao la Mwalimu Nyerere. Hii yote miradi inakutajia ni miradi ya mabilioni ya pesa. Na kwa mara ya kwanza Dokta Samia Suluhu Hassan ndio atakuwa wa kwanza kuupiga stata meli kubwa iliyojengwa uh, uh, Mwanza, yeah. Kwa mara ya kwanza Dokta Samia Suluhu Hassan amepeleka maji kila kijiji kupitia jembe lake linaitwa Aweso. Samia Suluhu Hassan ameruhusu wapinzani waweze kufanya mikutano ya hadhara, na wasema wanavyosema katika mikutano ya hadhara, ili mradi wasivuke mipaka. Ukivuka mipaka, sheria inachukua mkondo wake. Uliposema kapewa fedha Mwijaku kwa ajili ya kuja kushindana na wewe, mimi nimezungumzia, mimi si, mimi kichwa mviringo mm. na mm. nataka mm. nikwambie kitu kimoja <laughs> hakuna mtu yoyote mm. hakuna mtu yoyote anayezuiwa kugombea jimbo la Kigoma mjini, ila nataka nimwambie ukushida tu wenyekiti wa mtaa kwenye jimbo la Kigoma mjini, mm -hmm. yanitagharimu labda miaka tisa mbili <laughs> Ki, nataka niwaambie Kigoma mjini ni mlundikano wa watu ambao ni wabishi <laughs> ni wajuaji na wana, wana upendo wa dhati kwa mtu aliomchagua kufikiria watu laki tatu wajikusanye pamoja, wabishi ambao huwezi kuwaletea ujanja ujanja <laughs> Uja, utapenyaje hapo? Ndio maana mimi nilivyoshinda udiwani kati na kati. Na narudia tena, jimbo la Kigoma mjini sio jimbo la mtu kunja tu kichwa kichwa tu utachukua chochote, haiwezekani. Ni mlundikano wa watu ambao ni wabishi na wanajua vitu na wana upendo wa dhati. Kwa hiyo ukienda, uh, Kigoma mjini, uwe unajua unaenda kukutana na watu wa aina gani? <laughs> sijui kama unanielewa. Na moja kati ya utofauti, kwa mfano uh, Mungu akisaidia chama changu kikatangaza, kika nikachukua fomu na nikaenda kugombea jimbo la Kigoma mjini, najua mtu takakutana naye mbele atakuwa ni Zitokabu, ambaye ni yeye yuko chama cha upinzani. Umenielewa vizuri, utofauti wangu mimi nazitokabu katika jimbo la Kigoma mjini Zito anaheshimiwa, mi napendwa. Kwa hiyo, kwa hiyo yani huwezi kuzuia mapenzi, huwezi kuzuia mapenzi ya watu wa Kigoma mjini pale, na iko wazi, iko wazi. Nitakuwa mbunge, kama Mungu akinisaidia, wa jimbo la Kigoma mjini. Na kuna baadhi ya vitu ahadi ambazo Zito atakuwa nazitumia kwenye mikutano yake ya, ya hadhara, nitaziiba, nitazitumia huko. Kwa sababu atatekelezaje? Ana serikali? Mimi nitazichukua ahadi zile nzuri nzuri, nikiona hii ni nzuri, naichukua naileta huko kwenye uh, chama changu, naenda kuzifanyia kazi, kwa sababu huwezi kukataa kila kitu. Si amesoma yule, unatekeleza ahadi za ambazo zinaenda kuwasaidia wananchi, sio ilani ambazo wanazo kwa sababu yeye ataahidi vitu hawezi kutekeleza. <laughs> Hana serikali, utatekelezaje? Na uliposema kwamba mmempa hela kuja hapo natamani, kwa sababu uliandika. Sijasema mimi, sijazungumzia mmoja wako, nizungumzia kichwa mviringo. Alafu sija eh, kama kichwa mviringo amepewa hela kule, aenda kanivurugia upepo. Mimi nimesema anaruhusiwa kwenda kugombea na kushindwa kwa sababu ndio kazi <laughs> ambayo ndio atakachokutana nacho pale. Ile gari inauzwa milioni ishirini na tisa. Ile gari, ile gari ambayo Mwijaku amemzawadia mke wake, e, wameenda kununua kwa pamoja, alafu baadaye eti t eti wow! <laughs> wamepatanisha bei pamoja milioni ishirini na tisa. Yaani ni uongo ambao haufanani na ukweli mepatanisha tushushie. hey, hey. <laughs> <laughs> Dunia hii unajua, hii dunia ni vitu vya ajabu sana <laughs> <Uda> unajua, vijako wamelikumbusha Shilole <laughs> Shilole <laughs> <laughs> <laughs> tulienda kununua naye plado tukalipa <hi>. hela lakini, kila kitu kalichagua siku linaletwa <laughs> <laughs> eti <laughs> akalia hasa unalia asanaliatnali